Kitu kizuri tkizri kimeletwa hapa, mwenye sauti nzuri wameletwa hapa, maduati waliokuwa wazuri wameletwa hapa, watu waliokuwa wazuri wameletwa hapa, ni yote singine ni kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliozungumza kwanzia ada ya takbir Sheikh Muharram Ziwanda, Sheikh Yusuf Lidango, Al-Akh Al-Ustad Sheikh Muhammad Ahmad Al-Hadi, wamezungumza mazungumzo makubwa mazuri mazuri, yenye faida, ili kuonesha kuonyesha wanazuoni wetu walipokuwa na elimu na walipokuwa mahodari kuzungumza. Usalieni mtume. Hata mimi nimekuwa sijui nije wapi nitoke wapi, kutozungumza siwezi na kuzungumza naweza awaaaa uia mbilia Al-Imam Abu Hanifa atwambia Inna lillahi rijalan yadkhuluna al-jannata bidufufihim wa mazamirihim, sayyidi mtume. Al-Imam Abu Hanifa atwambia Inna lillahi hadithi ni Abu Hanifa hakuizua yeye, si maneno yake. Abu Hanifa hawezi kutia upekoni. Japo kuna wengine kuti watu peponi, wakata watu motoni ili kumfunguzia kazi nani? Malik ni malaika mwenye funguo za moto, lakini kwa masipo makubwa zile funguo zake zingine amewapa Ansari wale. Amewapaamsware wa s ama sivyo? asoma asoma maulidi asweka nevu da kanzu kidiku anaicheka anafurahia, mtume anayemsifu mtume ya kina nani? Alimamu Abu Hanifa sema hadithi aliyoipokea yeye, Imamu Abu Hanifa asema yeye ni mwenye kitabu cha hadithi Muslim. Imamu Abu Hanifa ana vitabu vya hadithi, ni imamu anayekubalika ulimwengu mzima, wanamjia Abu Hanifa, anaitwa alimamu al-azam. Asema inna lilahi rijalan, Mwenyezi Mungu ana watu. Yadkhuluna ljannata bidufufihi, wataingia peponi na madufu yao wataingia na matwari yao <coughs> wakija ya matwari kinana bao twari ndo haramu kwa hatakata kuliona ilo twari, hakuna kosa kubwa kama twari, kwa kule kosa akili ita ngoma, hata akili hawana. <coughs> <coughs> haja madufu ni ngoma. Basi simwangalie makosa ya Kiswahili, basi madufu nini na ngoma nini, wa madhamiri nini? Wataingia peponi na madufu yao, wataingia na mazumari yao

Fama lldhina amanu waaamilu salihati fahum fi raudhatin yuhbarun, ama wale ambao kwamba waliamini na wakafanya mema, basi wao fi raudha, katika bustani, tepetwa raudha, jamii yake diliaa, fahum fi raudhatin yuhbaruna. Kilma cha yuhbaruna cha tafsiri, chatafsiri ya vipi? Azzajjaja asema hahuna alsamau fi ljanna kwa kuwa watu wataingia peponi na nataka peponi, watapigiwa samai, watapigiwa madufu, watapigiwa makasba, na ndio alivyosema Alimamu Shaukani katika tafsiri yake, kwa kuwa yohbaruna yunaamuna shakasema asamau fil janna, kwa kuwa hii samai itakuwa peponi. Sasa ikija jambo itafanywa peponi, kuna makosa gani zikifanywa duniani? Oh, hakuna kitu kikubwa kama dufu. Najua dufu kulingana na kulingana twari, kulingana na hadithi za Mtume limepata daraja paka, imekuwa mtu aweza kuweka nadhiri ya kupiga dufu na akalipiga mbele ya Mtume. Ikia dufu limepigwa mbele ya Mtume na Mtume akalikubali, je, wewe ulikataa ni vipi? Mwanza unetakuuza swala au swali. Sisi tukimsifu Mtume tuwasifu wao, sisi tukimtaja Mtume tuwataja wao. Wataka kumsifu Mtume wakae kando, watuwate wa sisi. sisi na Mtume, Mtume na sisi. Hata wao wanatuambia mwezi wao huna hun e ikija kukosana, tunasemaje? Tumekubali mwezi wetu wa Mtume wetu wa kumsifu Mtume wetu nitakubali, si mwezi wenu huno? Tobeni mwezi wenu ni upi? Ule mwanamke aliweka nadhiri kwa kuwa yeye, akamwambia mtumi kwa kuwa ameweka nadhiri, mtumi akirudi salama katika vita, katika vita vyake atampigia kwani. Kwa mtumi sallallahu alayhi wasallam aliporudi, akamwambia ya Rasulullah, nimekuwekea nadhiri ga nadhiri. Unajua, nadhiri ni kubwa kushinda faradhi. Faradhi ni ndogo, nadhiri kubwa, kidalili ya saumu ukifa utatolewa kibaba la kile, lakini ukiwa umeweka nadhiri ya kufunga ukifa utafungiwa, huwezi kutolewa kibaba kwa sababu nadhiri ni wajib kushinda faradhi. <coughs> hija ni wajib, ukiweka nadhiri ya kwenda hija lazima uende kibobos hata kama aomaguu weneaairihuyu <coughs> mwanamke akeka na kwa kuwa mtume, ukirudi salama katika vita, mimi nitakupigia swali jula kichwa chako. Mtume alimwambiaje? kama nabidbi makekauli zao ni shirki bida, kama vile kifungua soda, soda zote za ulimwenguni ukifungua, sauti yake ni ile ile tu, au aika Hakuna sauti nyingine. Na swala kama kutoa sauti jwe ishafaa haifai tena. Kwa ni Mungu mzima bila shiriki kufaa na chaka. Hana cha neema. Tena kwa kutoa kwa sisi lakini ukifanya wao ndio sunna. Hata kama si sunna wao ni sunna pia. Sisi tukifanya jambo lote ya mfano lakini wao fanya jambo lote ni sawa. Ule mwanamke akamwambia Mtume nimeweka nadhiri nikupige swali

juzu ya 18 125, asema hadithu niswa wa darbu duffi fil afrah sahih faqad kana ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, asema hadithi ya wanawake na kupiga kwali katika furaha ilikuwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo liko wakati wa mtume, wewe wakati wako walikataa. Kichwa cha mtume amepigia swali akanyamaza akafurahika. Je, wewe kichwa chako ndio hujitaki swali naoa kichwa chako cakongo iwaksichochoti. Sasa ikiwa ukimsifu mtume utaingia motoni, ukimswalia mtume utaingia motoni, ukikusanyika kwa sababu ya mtume utaingia motoni, ukitoa kwa sababu ya mtume utaingia motoni.